Mtakapokuwa mnapangisha hivi vizimba ama vyumba, naomba tujitahidi sana iwe kwenye bei ya soko, tusije tukawa na ujanja ujanja humu, mtu akachukua anakuwa dalali anakuja kumpa mtu mwingine. Hii nadhani isiwe hivyo, tuhakikishe kwamba bei ya soko inayo prevaili huko nje ndiyo inayopatikana. Inayo hapa ni fedha nyingi sana, kama tulivyosema, Mheshimiwa Rais aliona zitumike hapa. Kwa hiyo tutahitaji pia hizi fedha zirejee kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo bila kwenda kwa bei ya soko tutachukua muda mrefu sana kuona kwamba zinarejea. Tuhakikishe wale wote waliokuwepo kwenye soko la zamani wanarudi, hilo ni la kwanza. Wale wote waliokuwepo kwenye soko la zamani warudi ili kuepuka malalamiko. Na zoezi hilo tuhakikishe kwamba linakuwa linafanyika kwa uwazi. Lakini pia mmenifurahisha men, men, kunieleza kwamba kwa upande huu kwenye soko jipya mmefanya mnada na mnada umefanyika kielektroniki. Kwa hiyo kila mtu alibid na waliopata wamepata, kutokana na, na information walizo walizoweka mule. Kwa hiyo tujitahidi sana kuhakikisha kwamba haturudi nyuma watu wakapitia mlango mwingine ili kupata maeneo haya, wakati kuna watu ambao wamebidi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mtandao na tukapa, tukawapata hao. Muhakikishe kwanza majengo haya mawili, Shirika la Kariakoo, majengo haya mawili mnayakatia bima lakini pia tuendelee kutoa elimu. Wakati huo tutakapowaingiza wafanyabiashara hawa, kila mfanyabiashara aelimishwe na yeye kukatia biashara yake bima. Yale yaliyotokea kipindi kile, watu wana biashara zimeungua, hawana bima, inakuwa ni tatizo. Sasa kwa sababu tunakuja upya, tuhakikishe kabisa kabisa kwamba bima ya, mas, ya majengo yenyewe, lakini bima ya biashara moja moja iwe iwe iwe iwe iwe iwe, ime, imewekwa sawa sawa. Nimejionea pia kwamba uwepo wa soko hili hapa umeleta majenzi mengi sana maeneo haya. Maana yake hii inaonyesha wazi kwamba serikali imeweka fedha lakini private sector na yenyewe imeona opportunity iliyoko hapa. Kwa hivyo namna ya miradi ya namna hii ni miradi mizuri sana kwa sababu inakuwa ni miradi fungamanishi. Tuna mradi wa kiserikali lakini pia tuna mradi wa private sector. Kama mnavyoona majengo haya yanavyozidi kujengwa hapa, inaonyesha wazi kwamba tunakoendelea. Maana yake yale majengo kule pia yatatoa ajira, sio ajira tu iliyoko hapa, lakini na ajira kwenye yale majengo mengine kule itapatikana, ita, ita, ita. Kwa hiyo niendelee pia kuwapongeza private sector ambao wameamua kuwekeza maeneo haya, Mheshimiwa Waziri. Ukiliangalia soko hili kwa sababu lilipata ajali ya moto, tumeweka miundombinu mbalimbali kwa ajili moja ya kudhibiti. Hizi bomba zote unazoziona hizi, Mheshimiwa Waziri, ni miundombinu kwa ajili ya kusuppress moto. Kwa hiyo ikitokea moto, hatutaki ule moto uende usambae. Ndio maana wanaona kutakuwepo na sehemu ambayo itakapo sense, kutapasuka na maji au gesi kutoka katika eneo lile, ili kusuppress eneo lile lililoko karibu pale, na tumefanya hivyo katika maeneo yote lakini, mheshimiwa waziri, katika majengo haya yote tumeweka uh, lifti. Tuna lifti mbili hapa, lakini tuna lifti tano katika jengo jipya ambapo kuna lifti za kubeba mizigo na lifti za kubeba uh, wafanyabiashara na wanunuzi wengine.